Wito huo umetolewa na Mchungaji Frank Chikoti wa Kanisa la Anglikana Babati wakati wa kufunga kambi maalumu la watoto na vijana wanaotoka katika umoja wa makanisa yenye ushirikiano wenza na shirika la Compassion International Tanzania cluster ya Babati na Galapo. Katika mafunzo hayo, zaidi ya watoto na vijana mia tatu wamenufaika na mafunzo ya kujitambua, athari za madawa ya kulevya pamoja na mabadiliko ya sayansi na teknolojia huku wakitakiwa kuishi katika misingi ya kumpendeza Mungu. Nilipongeze kanisa kwa sababu inawezekana kabisa kanisa likawa likajisahau na kujikita kwenye mambo mengine mengi. Kanisa linaweza likasongwa na mambo mengine likasahau kuwekeza kwa vijana na watoto. Yaani, kama kuna watu ambao ndio udongo mzuri wa kuwekeza mbegu inayoweza kumea ikazaa vizuri ni watoto na vijana. Tena vijana wenyewe ni wale ambao tayari hawajaingia kwenye majukumu ya kifamilia. Lakini ninyi, kwa sababu mko kwenye ile rika ya watoto na vijana ambao bado hamjakaa kwenye kusongwa, ninyi mnaweza msijue hiyo, lakini mnaweza mkaona wazazi wenu hapa. Kuna wengine wazazi wao wameingia kuna vitu inaitwa vikoba au mikopo, wanaona wanavyohangaika kutafuta marejesho. Wale wamesongwa, hawawezi tena kukaa na ninyi, lakini kanisa limeweza kuwachukua kuwaleta hapa kuwajenga, kuwafundisha ili kuwekeza kwenye huu udongo mzuri, mtakapokuwa muwe watu wazima wenye kumjua Mungu na mkafaidi elimu yenu maisha yenu. Wamefundishwa mambo ambayo yatawafanya wajiepushe na tamaa za ujanani. Vijana wamefundishwa jinsi ya kufanya maamuzi mazuri katika maisha yao, mambo ya kujiepusha nayo, lakini pia wamefundishwa habari za kumtii Mungu na kumheshimu Mungu. Wakikuwa katika mazingira hayo, vijana hawa wataponya maisha yao na jamii pia itapona kutokana na mafunzo waliyoyapata wakiwa kambini. Kwa upande wao, baadhi ya watoto na vijana walionufaika na kambi hiyo ya siku tatu hapa wanaeleza namna walivyonufaika na mafunzo hayo. Kutokana na mafunzo hayo tuliopewa na wakufunzi hawa, tumejifunza kuwa tunapokuwa vijana tunatakiwa kuwa na maamuzi yaliyo sahihi, kufanya maamuzi na kujua madhara au changamoto zinazotukumba si vijana pamoja na watoto. Nimejifunza kuwa kuna hatua za kufanya maamuzi. Kwanza kabisa, tunatakiwa tulitambue tul, tatizo tunatakiwa tufanye maamuzi. Tunapolenga katika malezi, tunalenga kwamba kuwalea vijana ili waweze kuzifikia ndoto zao, kwa sababu tunapowalea wao wafikie ndoto zao, tunahitaji vijana waweze kujisimamia wenyewe na waweze kusimama kwa ajili ya taifa letu la Tanzania.